Aliyekuwa akichuana na Rais Samia Suluhu kwenye nafasi ya ugombea urais wa Tanzania atangaza kujiondoa baada ya kutishiwa kutekwa, au taja mawaziri wa CCM na Rais Samia. Karibu, tuendelee kupeana update na taarifa juu ya yale yanayotokea ndani, lakini pia nje ya nchi. Asante sana kwawe ambaye umekwisha subscribe, wambaye bado, tafadhali nikukumbushe kubonyeza maneno mekundu sasa yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja na kengele ibonyeze. Pia niwakumbushe pia wale mliokuwa mnataka kutusapoti kwa chochote, tunaandaa mazingira mazuri ya kufanya muweze kutusapoti. Taarifa ni kwamba aliyekuwa akigombea nafasi ya urais wa Tanzania na kuchuana vikali na mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan ametangaza kujitoa na kusitisha kampeni zake nchini, akidai kuwa amekuwa akipata vitisho vya kuuawa. Akiwa kule Dodoma, alitangazia

Kuvunja kampeni zake amesema anawaacha waendelee na chifu hanganya wenu, akisema amewachoka mafisadi na kuaga wa Tanzania kwa kusema bye bye, huu ndio mkutano wa mwisho, akilalamika kuwa wakimwua leo na wao watakufa kesho. Lakini pia alihoji ufisadi wa mawaziri akisema waziri fisadi ana mabasi ametoa wapi? Kama tunavyojua wagombea urais Tanzania wapo wengi akiwemo Samia Suluhu wa CCM, Mwalimu kupitia chama cha Chauma, Kunje kupitia AAFP na wengine kadhaa kupitia vyama vyao na hizo zilikuwa kauli za mgombea wa urais kupitia chama cha AAFP Kunje, Ngombale Mwiru, alitangaza kusitisha kampeni akidai ametishiwa kutekwa na kuuawa. Msikilize hapa, kisha niachia maoni yako hapa chini kwa lolote. Hii ni Mseto Media, hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa za ndani na nzito kama hizi. Twende tukamsikilize Kunje akitangaza kuacha kampeni baada ya kutishiwa eza nikawaachia hata mikutano yao, pengine mkutano wao unaofanya leo unaweza ukawa wa mwisho, kwa sababu nimechoka na simu zao wanawapigia watu wangu wa karibu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Eti unatupiga sana, nitawapiga kweli kweli, nimewapiga kofi. Siasa imeletwa kwenye taifa letu ni kwa sababu ya mabadiliko haya, mabadiliko ni ya kidunia. Ni kweli niseme yani mtawala mimi nikupongeze tu hata kama unafanya makosa. Hata mimi nikiwa Ikulu uchaguzi mwingine utakao kuja, nikosoweni wapinzani wenzangu. Mimi si ndo nitakuwa chama tawala? Mimi nitakuwa chama tawala. Nikosoweni tu, unaponikosoa mimi ndio najenga. Uongo kweli kikubwa tu, msintukane au nakosea tu, si ndio? Baya lakini kukosoana kwenye majukwaa ni jambo la muhimu. Leo nimewachokonoa mafisadi, nimewachokonoa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, na waambia na waaga, baibayi, hamtaniona tena kwa majukwaa yenu ya kisiasa. Endeleeni nyinyi na chifu Angaya. Chifu Sonda anaenda kupumzika. Nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Nimekuja kuwaaga hapa, ni makao makuu ya nchi. Leo ndio mkutano wa mwisho. Sikie taifa linielewe. Sitaendelea tena na mkutano wa aina yoyote. Naenda kulala. Kama kufa nitakufa mimi leo, kesho utakufa wingi. Hata ukinitisha mimi kwenye ukweli sitishiki, ukweli sitishiki. Uwe leo wewe utakufa kesho, eti kusema kidogo tu, mawaziri mafisadi wanaomzongazonga mama kule wanakasirika. Tusiseme waziri fisadi unakuwa na mabasi umeyatoa wapi? Waziri fisadi unakuwa na maroli umeyatoa wapi? Waziri fisadi unakuwa na miradi hukuki mpaka masheni umetoa wapi? Kwanza eti hata hapa donomo kuwasema kwamba nye bungelenu kibogoi wanakasirika, tt ajabu wasomo wa wabunge wanalalala mle ndani, eti mbunge anaenda kuruka sarakasi mle ndani. Ningekwepa mimi na bahati nzuri kula za kutosha. Mimi ndo nilikuwa mgombea uspika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, baada ya mheshimiwa Ndugai kung'atuka, lakini waliniambia tena, wabunge wenyewe walinongoneza, ngombane kula hizi, lakini wewe ndio ulitufaa umu ndani nyee wao. Yaani, mimi ningekuwa spika wa bunge lile, kwanza ningemuuliza jimboni kwako umetoka lini? Yaani leo watu wanatembea na simu na laini zaidi ya tatu, kuna laini ya kuwadanganya wananchi wangu wa kuombea kitambulisho cha kupigia kula, mmewapa namba zenu, wametoa lakini wakishapitishwa wezenu, amtawaona tena mpaka uchaguzi mwingine akija, hapo unamwona Dodoma pale bungeni na nyoni yake amekaa, alafu mwingine amelala, alafu uzuru kibao. Oh, mheshimiwa fulani ameomba uzuru. Uzuru wa nini? Nahitaji mawaziri wangu hawatatokana na ubunge. Hii ndio ninaleta shida, waziri ananunua ubunge kwa hela nyingi ili ateuliwe kuwa waziri waziri wa nishati, nilikuwa nilikuwa bize. Bize changamoto zileti bungeni, haufai haufai kuwa waziri. Waziri awe waziri, mbunge abaki kuwa mbunge. Hayo ndio maendeleo. Uongo kweli? Hayo ndio maendeleo. Sasa mbunge, mkishampa jimbo anajifanya ko bize, ana simu za jimboni, eti ana simu za wizarani za mafisadi wenzake Tarehe ishirini na tisa ikifika, baraza langu la mawaziri halitazidi watu kumi na tano halitazidi watu kumi na tano lakini pamoja na baraza langu dogo, mimi ndio rais nitakayeongoza Afrika kwa kutembea na watu wengi kwenye ziara yangu, nikienda Tabora naenda na wakubwa wote, naenda na, na, na wale ambao wote wataalamu wa mambo ya kilimo, wataalamu wa mambo ya nyuki, wataalamu wa mambo ya afya. Nikifika pale, namuuliza mwananchi akiletea malalamiko, gari la kwenda Ikulu kwenye bawa la mamba, nile pale, ndio da, hiyo ndio dawa ndugu zangu, hiyo ndiyo dawa gari ya ikulu kwenye msafara wangu kutakuwa na gari kabisa special kwa ajili ya kubeba mawaziri mafisadi ambao wananipaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Mimi nitatembea mguu kwa mguu. Eti nafika tabora pale, unanidanganya asilimia kubwa maji wamepata wanatabora au wanadodoma? Unaniambia mimi ni lazima nikupeleke kwenye bwawa la mamba tu. Watakaosalimika ni wake zako tu kwa sababu wale watoto, sababu wewe unafisadi fedha za watu, baadaye unaniongopea, unakuja kukaa kwenye jukwaa langu mimi. Yani unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa yani, na mimi nionekani nipo kwenye kundi lako, wasifiana huko. Tumemtoa mama mama, tumemtoa ndo kichwani, na anajua kuongea huyo waziri wa maji hey maji kwote huko yanatoka, mabomba yanatoka wapi? viliyo kila kukicha. Na ndiyo maana nimewaambia ndugu zangu, serikali yangu, nitakachokifanya nitaanzisha shirika ambalo lenyewe litakuwa kazi yake ni kuchimba visima vya maji, ambapo kama maziwa yako mbali, vyanzo vya maji viko mbali ni lazima niweke shirika lingine la maji ambalo lenye kazi yake ni kutembea kuchimba kwenye vijiji visima vya maji. Kikubwa tu, msintukane au nakosea, tusi ndio baya lakini kukosoana kwenye majukwaa ni jambo la muhimu. Leo nimewachokonoa mafisadi, nimewachokonoa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na waambia na waaga bye, bye. Amtaniona tena kwa majukwaa yenu ya kisiasa. Endeleni nyinyi na Chifu Angaya, Chifu Sanda anaenda kupumzika. Nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimekuja kuwaaga hapa. Ni makao makuu ya nchi wao, ndio mkutano wa mwisho. Isikie taifa, linielewe. Sitaendelea tena na mkutano wa aina yoyote, naenda kulala ntakufa leo, kesho utakufa mimi. Hata ukinitisha mimi, kwenye ukweli sitishiki. Mwenye ukweli sitishiki ni leo, wao utakufa kesho. Eti kusema kidogo tu, mawaziri mafisari wanaomzogeteka mama kule tayari wanakasirika, tusisemi